Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo, maeneo yote hapa nchini yanatajwa kuwa makavu, na mifumo ya upepo inatuonesha pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu, katika ukanda wa Victoria pamoja na maeneo ya Magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zinazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya, ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua pamoja na mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia mvua mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe ishirini na tatu. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua pamoja na mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua nyepesi. ni kusi uendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ni mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.